Um, karibu mtazamaji wangu wa WWC TV online. Um, leo tuko katika maeneo fulani hivi mazuri kabisa tunaenda kuongelea mada nzuri kabisa inayosema ujasiriamali. Hapa katika nyanja ya ujasiriamali kuna kujiajiri na kuajiliwa. Tuko na mtaalamu ataenda kutuelezea mengi na machache kuhusu mada yetu hii. Usisahau kusubscribe kucomment channel yako ya WWC TV online wafikie wanacho cha kueleza. Kaka habari? Uh, mzima kabisa. Unaitwa nani? Wanakufahamu kwa majina gani? Uh, kwa majina ya Nida tunasema, mm, naitwa Hamza yeah. Hussein. Hamza, wewe mm, ni, ni mtaalamu wa masuala haya ya ujasiriamali na ushafanya semina na watu wengi sana kuhusu mada hii ya ujasiriamali. Kwako wewe kujiajiri na kuajiliwa kupi kuna faida kwako? Asante uh, ndugu mtangazaji, mada yako ni nzuri na nimeipenda yeah. Uh, kwenye swala la kujiajiri na kuajiliwa, binafsi kwa dunia sasa tulipo 2025 mm, naona kujiajiri ni vizuri zaidi, na hii ni kwa sababu kubwa moja, unapokuwa unafanya kazi binafsi kwa kujiajiri mwenyewe mm, ile faida kubwa ama haswa ya kitu ambacho umekiwekeza kwenye hiyo biashara mm inaweza kwa asilimia mia ikawa yako wewe, kitu ambacho kinaweza kikakutengenezea mtaji na faida kubwa zaidi kwenye biashara husika hivyo yeah. Mm, um, hapa nipe tofauti moja fupi tu ambayo unajiajiri, umejiajiri weo mwenyewe una biashara yako unapata shilingi elfu themanini kwa mwezi, na kuna ule mtu ambaye ameajiriwa anapata laki kwa mwezi, kwako yupi mwenye faida hapo? Uh, kwa mfano wako hapo tunaweza tukasema wote wana faida. Yeah. Lakini jinsi ilivyo ni kwamba unapowekeza kitu sehemu fulani, haswa kwenye biashara, alafu ukapata faida nyingi, inakuwa ni beta zaidi kuliko mtu fulani amewekeza, alafu amekuja akakuomba labda umfanyie ile kazi akakulipa mm. kuna namna pale faida haiwi kubwa kivile. Kwaio mi kwa mtazamo wangu navyoona hapo na utaalamu wangu wa maswala ya kujiajiri na kuajiriwa, naona kujiajiri ile faida yake haswa baada ya kuwekeza kitu fulani kwenye mlengo wa biashara hmm. Inakuwa ni nzuri zaidi kuliko unapoajiriwa na mtu fulani huyu hmm. Ni Bwana Hamza anasema kujiajiri ni vizuri zaidi kuliko kuajiriwa. Nipe faida za kuajiriwa nazo, kwa sababu kujiajiri kuna faida zake. Nipe faida za kuajiriwa. Aa, faida ya kuajiriwa kwanza kabisa ni uhuru wa kufanya kile kitu. Yeah. Unakuwa muda mwingi sana unafanya kitu ambacho unajisikia lakini, ni kinasimamiwa na mtu fulani tofauti na kujiajiri, unapojiajiri muda mwingi sana unakuwa kama unakosa amani, kwa sababu muda mwingi inabidi uangalie michongo yako inaendaje, ehe. Lakini pia ni nidhamu ya muda unapokuwa umeajiriwa, kwa sababu ni kazi ya mtu, inabidi muda mwingi sana ukimbizane na muda ili kuendana na ile biashara ya mtu fulani. Lakini cha tatu inakuwa ni kujua haswa biashara inahitaji nini, kwa sababu ni biashara ya mtu, hivyo inakuwa haswa, mtu, muda mwingi sana unatumia nguvu kujua kile kitu ambacho unaenda kukifanya kwenye uwekezaji wa biashara fulani. Huyu hmm, ni alikuwa mtaalam anaitwa Hamza, ameenda kutuelezea mengi na naamini mtazamaji wangu umejifunza kuhusu mambo haya ya kujiajiri na kuajiliwa. Ni mimi mtangazaji wako Janet Baneko. Usisahau kusubscribe, kucomment channel yako ya WWC TV online, wafikie wanacho cha kueleza. Ciao.